Na, asante tumefikia kipindi cha lala salama. Daktari, nafikiri nianze na wewe. Kwa bahati mbaya imetokea kwamba kuna wengine wanakimbilia upasuaji wasijua wanataka upasuaji wa aina gani, kama ulivyosema kuna uh, bariatric Bariatric, pamoja na cosmetic. Mm -hmm. Sasa kuna wengine wanakimbilia cosmetic kwa madaktari ambao pengine hawana uzoefu. Kwa hivi sasa tunazungumzia kuna kesi ambayo inaendelea. Sitaki tuizungumzie hapa, maana ni kesi ambayo inaendelea ya mteja mmoja aliyefariki mwaka uliopita. Sasa tueleze, ni kitu gani ambacho saa nyingine eh, hupelekea athari au makosa kama yale kutokea, ambapo mteja anapoteza maisha baada ya upasuaji. Na je, kuna hatari ya upasuaji ambao mmekuwa mkizungumzia hapa ama hakuna hatari yoyote? Sasa upasuaji zote ziko na hatari ambao mnaita risk, mnaita risks ama side effects. Um, ile wakati kabla mtu afanyia upasuaji mnakuwa na mzungumzo kuhusu hatari za op op operation. Sana sana kwa operation zote inaweza kuwa kufuja damu ama kupata vitu kama infection baadaye, lakini ukiangalia hiyo uh, kila kitu kama tuseme yetu, kwa sababu kuna mali tunakata na, kuna kitu inashona, hiyo mali inaweza vuja ikiachana, chakula inaweza tokea mali kama hapo, mm -hmm. Pia penye tunakata tukiingiza kamera kunaweza kuwa na itilafu, alafu utumbo itoke pia hapo, vitu kama itwa incisional hernia so ukiangalia hiyo, kila wakati ile ile ile bora ni kabla upatie watu ruhusa. Kuna kitu inaitwa informed consent. Lazima upatie mtu mawaidha, aelewe. Unajua, mara sana sana mtu anakuja, anasema mimi nataka hiyo, anasema watu tunaweza kupatia wewe, unaweka muhuri alafu unaendelea bila ku, kuelewa hatari zinaweza fanyika na. Ndio. Na um, na kwa hatari kama ile mm. Eh, nani sasa mwenye kuchukua lawama uh, ya matatizo kama yale naje kuna hali ya kurekebisha kwa wepesi ama inakuwa vigumu mpaka upasuaji ufanye mwingine tofauti. Kwa mfano, umefanya upasuaji halafu pengine chakula baada ya muda kikaanza kutoka kwenye sehemu ambayo mlikuwa mmeifanyia upasuaji ile. Muhimu ni ndokuwa tunasema kabla hata ufanye upasuaji ile, ile, ile kutayarisha, unatayarisha ndo upunguze hatari kama hizo naeza tokea. mm -hmm. Ya pili, unatumia nini kufanya hiyo? so, so, unatumia vitu inaitwa staples kuna zile unasema kama unaweza pata vitu ziko chip zile zile zingine zinajulikana ni kama tuseme, tunanua gari, tuseme unajua vitu kama Mercedes ni gari mzuri. mm, mm. Zingine acha tusiseme hapa, pia unaona hii gari kuna shida hata ukiwa nayo. So ile unase, ile tunafanya ni kila kitu tunatumia, hata iwe balloon, kuna inayo warranty ndio nijue kitu ikifanyika narudi kwa mwenye alitengeneza. Kuna zile unaweza pata na haujui ikoaje ama, ama kama, kama, kama it is well proven to, to work. Mm-hmm. So what we usually, what, what we usually say, use the right equipment and don't, we don't skimp on it. Mm-hmm. Get what is right and at, at an affordable rate. Mm-hmm. That is one. Then two, kuna maagizo unaambia una uh, mtu umefanya upasuaji kama, kama mteja ushafanya upasuaji hawezi amka kesho alafu anze kula full breakfast. Uh -huh. Lazima atakuwa ameanza kunywa polepole kwanza alafu kwa, kwa wiki mbili ama tatu ndo unaanza kumleta kwa chakula kama mtoto hivyo, no. No, mwisho tu kabisa kabla sijaenda kwa wenzako ni kwamba, mm-hmm. Iwapo mtu ataendelea kusikia maumivu au kitu tofauti baada ya upasuaji afanye nini? Kwa sababu kuna wale wana desturi ya kujitibu nyumbani, anakula tu dawa za kupunguza maumivu tumana dukani Panadol na anatumana dukani e, dawa fulani, kitu gani wafanye? Ile muhimu nasemanga kama sisi tunapeananga namba yetu ya simu. So upiga kwanza, unauliza niko na, nasikia hivi. Pia sisi tunaanza kujiuliza, mimi tumeona kwa watu wengine ama hapana? Shida ni zingine unafanya, na tulikuwa tunasema ni mzuri kujua kama uko na watu wanaojua, wakiwa sababu saa zingine watu wanaenda nyumbani wanaficha, alafu vitu zinaendelea kufanyika, alafu anaenda anapelekwa hospitali nyingine, hiyo hospitali wajui nini ilifanyika saa ngapi na nani wamefanya nini, ndio unaona inachukua muda kama utatue sile kwanza tunasemanga, ni muhimu tujue, kuna mtu kama kuna shida anaweza kukuleta, kama kuna shida unapiga simu, kama utupati moja wetu, na naongea na mwingine ndo anasema hii kuja ina inafanyikanga, inachukua hii muda, kama haupati nafuu ndo kuja sasa hospitali tukuone no. Mika huduma za afya zinabadilika, kama vile teknolojia inavyobadilika haswa katika masuala ya afya na kadhalika. Imefika wakati ambapo si lazima mtu afanye mazoezi, pengine si lazima mtu afanye upasuaji kupunguza uzito. Siku hizi kuna dawa hmm. Naona mataifa ya ughaibuni wengi wanatumia dawa za kupunguza uzito hmm. Je, dawa hizi ziko zinapatikana hapa nchini Kenya zinafaa, zinasaidiwa, zinafaa kutolewa na nani, kuuzwa na nani na kutumika vipi? Uh, dawa zipo, ziko ziko Kenya kuna wale wana kuna madaktari wanazitumia, pia sisi tunazitumia, tunapea na mawaidha ku, ku, kulingana nazo. Uh, lakini the basis of all weight change ni hizo vitu tatu Dr. Mayabi alitaja, unalala, unakula na unafanya mazoezi. Kwa hivyo hata ukichagua kwenda hiyo njia ya madawa lazima utafanya hizo vitu tatu, na usipozifanya matokeo yako inaweza kuwa tofauti na yale yenye ulikuwa unatarajia. Madawa hayo, ningependa kwanza, mengi yao yanataka uwekwe kwa baridi. Sida sida unaweza eka hapa siku nzima na utumie na ikuwe na manufaa. Inafaa kuwekwa stored in a cool place, temperature isipite 8 kuenda juu na isipungue zaidi ya tu, ikae hapo katikati, preferably 5 degrees. Haya tu kudungwa. Si kila mtu anaweza kudunga. Ni vizuri kama unapanga kwenda nao ujidunge, njo kwanza ufunzwe, hivi ndio unajidunga, unasafisha pa kudunga, unadunga ukiwa umeelekeza hivi, angle ni hii, angle ni hii, unaongojea mda fulani ndio iweze kuingia vizuri ndani ya mwili, kisha unachomoa. Usirudie sindano, kuna mawaidha, usirudie sindano, usichokore penye umedunga, ndo pasije pakapata shida ama kuvimba ama tena ikue kidonda. So kuna mawaidha, si kila mtu anaweza tumia ale madawa. Si kila mtu unaweza kuwa na riski ya kitu kama thyroid kansa, saratani ya thyroid ama saratani ya pancreas, wewe uwezi guza ile dawa na wengine. Ama uko na ujauzito na unataka kuhakikisha utaongezea kilo, au wezi guza ile ile dawa, inaweza mdhuru mtoto Hapana. Utaanzaje kupunguza uzito na tunataka upandishe uzito juu ya mtoto? Aiambatani. Itakuwa too much confusion in the body, so it is always advisable if you are planning to do any medical mediated weight loss intervention, do it from a medical service provider. Hi. E, nawewe pia kauli yako ya mwisho kwa ushauri kwa wale ambao pengine amekuja tu kwa lengo la kutaka kufanana na fulani e, kuonekana na mtu fulani alafu pili tuzungumzie pia masuala ya kulala. Kama tunavyopata ushauri mara kwa mara, unaambiwa kwamba lala kati ya saa sita na saa nane usipunguze yeah. E, na sasa ukizidisha, je, inafanya mtu aongeze mwili ama uzani mwilini ama namna gani? uh, kwangu nitakuwa Uh, kwa sababu wale watu wengi ambao tunawapata kama wateja ni watu ambao wako maofisini uh, watu ambao in one way or another wameshindwa ku strike what we call a work uh, balance, yeah so utapata ile wakati tunakwambia lala kwa masaa manane no. usizidishe ama uzidishe, pia tunaangalia ukweli wa mambo uh, Uh, hapa chini tunasema kuna kazi weni mama weni baba mm -hmm. kuna vitu mingi, so kile ambacho tunafanya tunataka kukupatia mawaidha ambayo si bidhaa uh, bidhaa kumaanisha mm -hmm. aitoki ama hauwezi fuatilia hiyo ni kitu ya kwanza no. uh, kitu cha pili ambacho umeuliza ni kuhusu ule mtu anataka kufanana naye yule uh, especially kwa, kwa haya uh, uh, the days we are in the internet world unataka ufanane na mtu uh, pasea kwa Ujerumani, na ni vizuri ndio maana tunasema njoo tukuelekeze, kwa sababu tunasema even in uh, now nikiflip niseme kwa cosmetic surgery. yeah? kuna kile ni possible na kuna kile unadhania unaweza kuwa, na kuna kile daktari anaweza kufanyia ikawa wewe. Kitu ya kwanza narudi na, na niambie watu, ni vizuri kuji appreciate vile ulivyo. Hata kabla tuende kufanya hiyo liposuction uh, ku, ku, kupunguza weight, wewe kwanza jikubali. Ndio maana tunasema kwangu, naagizia sana, ninaongelesha watu ambao ni wateja wetu kuhusu kujikubali, kuhusu kujipenda, because ila wakati unaenda katika ule mwendo wa, wa kupunguza kilo, umeanza kujipenda kwa kwa utazamo mwingine mu, badala ya vile venye uh, watu wanakuangalia. mm -hmm. na pia uh, ile wakati mtu anakuambia we ni mnono. Aha. ambazo ni vitu ambazo zinachangia watu kutaka kubadilika, watu kutaka kukaa kama mwingine. Usieke hilo kwa roho yako. mm -hmm. yeah. sababu kuna kile ni possible Uh, pia kuna the money aspect kwa sababu haya mambo yote yanagharimu pesa. mm -hmm. Pia usijieke kwa madeni ndio upunguze kilo. Uh, pia hayo ni mtazamo wangu kwa watu mm -hmm. na pia kujikubali, right. sana sana kujikubali, okay. uh,

Right. Yeah. Um, Daktari, mwisho tu um, kwa kumalizia, kwa wale ambao wanalinganisha uz, uzito huu hasa kina mama na uja uzito utawaambia nini? Maanake hilo ndio swali ambalo bado linaendelea kujitokeza hapa mara nyingi, kwamba kuna mmoja anasema mimi ujauzito wangu umenifanya nishindwe kupunguza uzani, nifanyeje? Na nafikiri ni wale ambao wanahofia kwamba hataki kuja kufanyia upasuaji kwa sababu pengine ana malengo ya kufanya uh, kuwa na uzazi ama ujauzito siku nyingine, anafahamu fika kwamba hamgusi eh, sehemu ya uzazi eh, mnagusa tu utumbo lakini kwa wale ambao wana hofu na wanalinganisha masuala ya kuwa na kilo nyingi na hali ya ujauzito, ushauri wako ni upi? Ile nitaangalia ni kwa, kwa njia mbili. Saa zingine ushapata shida ya uzito na unataka kupata mimba na. Ile, ile bora ni upunguze kilo ndo upate mimba, sababu pia sasa hapo, sasa hapo unajua kijamii ni kizungumkuti. Unajua mzee naye na dai yake alafu na mama naye lazima harakishe sio? So itakuwa namna gani? Ndio tulikuwa tunasema ni bora usikuje peke yako. Lazima kuja na mzee ndio ujue. Sababu saa zingine tukiona pengine tuseme pengine uko na kilo wa juu na uko na uwezekano wa kukuongeza kilo kupata mimba, utakuwa na madhara kadha, kama ya moyo unaweza pata shida ya kwa miguu na hizo vitu zote na. So lazima tunaangalianga hivyo yeah. Mwisho tu uh, hatujazungumzia um, takwimu, lakini tatizo kubwa ambalo mnalishuhudia kama madaktari la watu kuwa na uh, uzito mwingi mwilini ambao wanapelekea wao kutaka kuja kwa upasuaji ni sehemu kama gani? Sehemu za mijini, miji mikuu, ama namna gani? Nazungumzia hivi visa vya watu wengi kuongeza kilo sehemu mnazoshuhudia ni sehemu gani ndiposa tuweze kujua tatizo liko wapi ni tatizo ambapo watu wanapata mlo kwa urahisi au hawapati lishe bora kwa urahisi? Sana sana tunapata watu kutoka mjini. Um, ni, nipe mifano ya miji Njotuwe. Nairobi <laughs> Mombasa <laughs> uh, Kisumu <laughs> uh, paa pia kutoka Eldoret sana, ndo makoa um, wingi, alafu sasa pia penye penye watu wana uh, naitwaje kwenye chakula yao ile ya, ya nyumbani ya kitamaduni kitamaduni ni mingi. utapata uh -huh. So watu kutoka saa zingine Notistan lakini wamekuja mjini, so chakula ukenda unapata kasimie pwani uh -huh. Kweli pia unapata zile, uh, jamii wanakuwa na vitu zinaitwa desserts nakuwa na sukari mingi no. No. So hao ndio unakuwa na shida sana ya, ya kilo na. Asante sana Bwana Mika uh, Ani, Dr. Amal na vilevile vile Dr. Lance nasema asante sana kwa kuja na mmetusaidia kuendesha mada yetu ya leo. Nafikiri wengi waliokuwa na maswali wameweza kunufaika. Wakiwa na nafasi, wanaweza kuwasiliana nanyi kupata usaidizi zaidi. Saa nyingine si lazima upasuaji, bali ushauri, halafu uanze kwenda safari. Nakumbusha tu kwamba kila mtu ameumbwa tofauti, utakaa tofauti toka kuzaliwa paka siku ya kurejea mavumbini. Kwa hiyo sio na haraka sana ya kufanana na Daktari Lance hapa au Daktari Amala au Ani au Mika au hata mimi na kipara changu, lakini weishi tu maisha yako vizuri, bora ujali hali yako ya kiafya. Kwaheri kwa sasa.